Jambo msikilizaji na karibu katika kipindi Dira ya Tabia Nchi. Lengo la kipindi hiki ni kuchambua kwa kina maswala ya mabadiliko ya tabia nchi na hali ya hewa kwa madhumuni ya kuimarisha maisha yetu duniani. Mimi ni Noel Cynthia Atieno. Katika kipindi chetu cha wiki iliyopita tulizungumzia tofauti kati ya mabadiliko ya tabianchi na hali ya hewa. Kupitia mitandao yetu yote ya kijamii, tulikuuliza ni mazao gani bora yanayoweza kustahimili ukame na kutoa mavuno ya kuridhisha. Jairus Mkhwana alieleza kuwa mimea yoyote inahitaji maji mengi ili kunawiri, lakini alisisitiza kuwa mboga ndizo zinazoweza kustahimili ukame ikiwa tu zitanyunyiziwa maji. Isaac Makanda alisema ni vyema kuchimba madimbwi mengi ili kuhifadhi maji ya mvua na kuongeza kuwa hii itasaidia sana katika maeneo ya ukame. Benson Mwanyonje kutoka Naitiri Tongaren alisema kuwa nyanya ni mojawapo ya mazao yanayoweza kupambana na jua kali. Kabla hatujazamia kwenye mada yetu ya leo, tembelea mitandao yetu yote ya kijamii at KBC Radio Taifa na utuambie, je, mafunzo ya maafisa nyanjani na maagizo ya idara ya utabiri wa hali ya hewa yamekusaidiaje katika kilimo? Je, mafunzo ya maafisa wa nyanjani na maagizo ya idara ya utabiri wa hali ya hewa yamekusaidiaje katika kilimo? Tungependa kusikiza maoni yako. Tuambie kupitia Facebook, Twitter na Instagram kwa kutumia at KBC Radio Taifa. Kumbuka kutaja jina lako na kaunti yako. Jibu lako litasomwa katika kipindi chetu cha wiki ijayo. Hapo kuna vitu ya kupumzika kidogo, wakulima wakizunguka kwa jamba. Wana, wana punzika. Wana punzika kidogo. Naam, msikilizaji wetu, gari letu la Dira ya Tabia Nchi limesafiri kutoka Nairobi hadi kaunti ya Makueni eneo la Makindu, ambapo tuko hapa tumekutana naye mkulima ambaye amejikita katika upanzi wa mimea ambayo inastahimili ukame ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Naam, hujambo, kwa majina unaitwa nani? E, karibu mimi naitwa Fibi Mwangangi hapa ndio kwangu boma katika kij cha Ngukuni, mimi ni mkulima wa ile mimea ambao inavumilia ukame. Hii shamba ni meita wana. Maana niona kwa hii shamba tumefanya ukulima ambao wengi wetu walikuwa wanaona kama haiwezekani. Sasa wanaona ni ajabu kulima kwa sehemu ambao mvua ni kidogo, na unaweza pata mavuno. Sasa ndio nikaona hiyo wonder farm ni jina nzuri ambayo inatosha hii shamba, na ndio inatumianga mvua ndio hiyo, wacha niseme, haieleweki, ni ya kipimo ni kama haitoshi, lakini bado ukitumia zile njia tunatumia hapa za uh, smart agriculture unapata mavuno. Kutokana na hali ya hewa isiyotabirika na uwepo wa vipindi vya ukame vya muda mrefu, mazao ya mimea ya kawaida kama vile mahindi yametatizika kustawi kutoka kule tumejenga mpaka kule tunalima, na pale pa nyasi ya ngombe ni heka kumi. Ile iko chini ya kilimo ya, ya mimea ni eka tatu, na ile ingine tumeacha kwa sababu ya nyasi ya ngombe. Tunapanda nyasi, tunatoa, tunalisha ngombe. Sasa pale tuna tumeweka chini ya mimea tumesema ni heka tatu, ndio napanda mawele, utama, green grams, pojo na pia uh, ile mbazi hizo ndio napanda katika hii sehemu. Kilimo imekuwa ndio maisha yangu, lakini tangu hii mabadiliko ya tabia nchi ianze, kama miaka sita saba imepita sasa, nikaanza kubadili ukulima wangu, nikaenda kwa ile mimea ambayo inastahimili ukame. Zamani tulikuwa tunapanda mpaka mahindi, lakini siku hizi zipande mahindi kwa maana iwezi kuleta mavuno sehemu hii. Niliacha kupanda mahindi miaka tano imepita sasa, na jambo kuu ambalo linifanya niache kupanda mahindi, miaka miwili iliyopita nilikuwa napanda mahindi na. Tunakuwa na season mbili, e season hizo mbili kwa mwaka, season mbili kwa mwaka, ni season nne. Unapanda mahindi inakuwa ni kama umepandia ngombe chakula, unapanda mahindi tena, imi yako ni upate chakula tena upate chakula. So nikaona kwa maana sipati kile ninahitaji kwa mahindi, wacha niwachane nayo, niachane na hiyo gharama, hiyo gharama nielekeze kwa kitu kitanipatia faida. Lakini katikati ya changamoto hii kuna mwanya wa matumaini. Kwa ushirikiano na idara ya utabiri wa hali ya hewa na mashirika ya tafiti za kilimo, Mwangangi anajihusisha na kilimo endelevu katika enzi ya mabadiliko ya tabianchi. Mvua iliyopita nilikuwa nimepanda mawele. Sasa nilipotoa mawele, nimeweka kunde, kwa sababu kunde pia inastahimili ukame. Na ukiangalia nimefanya ripping, nimeweka rip lines ambazo zinashikilia maji. Kishikilia maji, hii mvua kidogo inakuja, utaona zinachipuka. Sasa nilikuwa nimepanda wakati wa kiangazi, hiyo mvua kidogo iliyokuja, niko na rain gauge. Limnyesha siku nne zimepita, ilikuwa 13 mm na jana ikanyesha tena 10 mm.

Kunde zangu zimeanza kumea. Kila wakati ikinyesha napima, kabla ya saa tatu ninatuma kwa meteorological centre, ndio sasa waunganishe na wale wengine. E, tunashirikiana sana na pia wanatupa mafunzo jinsi ya kupima hiyo mvua na kutuma majibu na zile saa ka ambazo zinatakikana utume, usicheleweshe sana, ndio waunganishe waweze kufanya utabiri wao. Wao hututumia zile tunaita alerts; wanatutumia ujumbe wa kusema mvua inatarajiwa a wa wakati huu mvua itakuwa hivi. Eh, na wanatupatia hata maagizo. Mnaweza panda huu mumea, mnaweza panda ule mwingine, musipande ule kulingana na ile sehemu tuko. Kama hapa kwetu, wametuambia tusipande maindi, tuende kwa kunde, mtama, mawele na vitu ambazo zinastahimili ukame vile, vilevile akiwa na wenzake wameanzisha eneo la kujaribu mimea inayoweza kustahimili hali hii ya hewa na inayoweza kulisha jamii yao. Tumeshirikiana na ICRISAT ambao wanakuja, tunafanya demonstration plots kwa zile mimea ambao inastahimili ukame, hiyo ni mbaazi mawele, mtama na pojo. Kwa hivyo tunaonyesha vile zinaweza kufanikiwa ama kuzaa katika hali ya ukame, na pia tunaonyesha mbinu za kutumia ndio tuharakishe ama tusaidie huo mumea kuzaa hata kama uko pahali pa ukame. Ndio tumeweka demonstration plots na wanalete hiyo mbegu tunaipanda na wanaendelea kuifanyia utafiti. Wakati tunafanya huu utafiti kwa hizi demo plots tunashirikiana na kulima wengine kwa mfano, hapa kwa hii plot yangu kuna wale wakulima kumi ambao tunatengeneza plots, tunapanda pamoja, tunatengeneza zile technology tumeambiwa za minimum soil disturbance na hizo na wao pia wanabeba huo ujuzi waende wa practice kwao na vitu kama hivyo ambazo wanatupelekanga we lead farmers Unaendelea kusikiliza Dira ya Tabia Nchi, ambapo leo tunaangazia kilimo endelevu katika maeneo kame katika kaunti ya Makueni. Karibu tena, mimi ni Noel Cynthia Atieno. Na je, wanarika wanajihusisha katika shughuli hii ya kilimo endelevu okay. Kwa majina ni Faith Mlevu from Makueni County, Makindu Ward, Kaisa location. Mimi ni mkulima mwanarika, nalima vitu tofauti tofauti. Nilianza na tree nursery, nikapanda garden, katoka hapo nika advance nikaingia kwa nyasi, nikaingia kwa drought tolerant crops. Nikapanda mimea tofauti tofauti kulingana na weather kwa sababu kwetu wa kufanya mahindi vizuri juu ni ukame. Na kwa hiyo safari imenifunza vitu mingi. Nimepata mashirika tofauti tofauti yenye yananitrain linaezalima kama mkulima ili nipate kupata mapato kupitia kwa mvua kidogo. Hapa ndo field yenye nafanya nyasi hapa. Tumetest several nyasi hapa kwa shamba yangu, ndo wakulima tofauti tofauti wanakuja kusoma, wakiwemo wanarika tunaegezwa wa kulima wadogo wa wadogo kama sisi. Wanarika tuache kusema hakuna kazi Chia kwa hii nyasi napata pesa na kata, na bell, na huwa pia na train wa kulima jinsi ya kupanda nyasi. Apart from nyasi wanga napanda drought tolerant crops that is millet, sorghum, cowpeas, green grams kupitia kupata mafunzo na saa zingine alerts from the caro, na saa zingine tunapata kwa whatsapp group ya lead farmer, so Makindu tuna educate about mvua itakuwa kiasi gani. Kupitia kwa hayo yote tumepata kufaidika kama wakulima, kwa sababu kama sahii tunajua mvua itaanza lini na itaisha lini. Tuko tayari kama wakulima kupanda zile mimea zitavumilia na zitatufaidi kama wakulima, da mdogo wenye mvua itakuwa inanyesha na ni nini kilipelekea kijana huyu kujihusisha na kilimo huku wanarika wakitafuta kazi za ofisini? Okay, nilikuwa nimeajiriwa nikafanya kazi for around 5 years. Sikuwa naona faida sana, even though nilikuwa napata faida kidogo. Nilikuwa nafanya kwa sako. Kama a cleaner and also a messenger in the office I worked for 5 years. Sikuwa na faida, nilikuwa napata hiyo pesa na yopesa, napata ikimu mahitaji yangu yote, na kwa sababu ya ile kukuwa na passion ya kukuwa mkulima niliona ni kama niko on the wrong side. Nikaamua kuacha kazi, ile saving kidogo nilikuwa nayo, nilikuja kwa familia nikawaomba land, nikawaambia nataka kuingia kwa ukulima officially na wakanipatia 5 acres. Kwa hiyo 5 acres hapa nikachagua kupanda nyasi na nikaifanya ikuwe field school ambapo wakulima tofauti tofauti watatoka from different wanijoin waone kenye nafanya na kwa hii area yenye haina mvua vizuri, kwa sababu nilijoin ukulima wa nyasi after nimeona pia ni part of drought tolerant crops. Mimi kama mwanarika niliingia kwa kulima nikitarget pesa, kwa sababu cha muhimu wakati nitoka kwa kazi ilikuwa kupata pesa mingi, na nilipovuna mavuno yangu ya kwanza nilipata mshahara imepita ile ilikuwa nimeajiriwa. Kwa hivyo nikapata kwa kulima kuna pesa. Mimi kama mwanarika naweza advocate watu wafanye agripreneur. Ukipata hizo drought tolerant crops word value, unapata pesa mingi kuliko hata kuajiriwa. Na sasa katika safu yetu ya Je Wafahamu. Je, nini maana ya kilimo endelevu? Tungane naye mwanahabari wetu Abigail Kaliuki kwa maelezo zaidi. Kilimo endelevu ni njia ya kilimo inayozingatia mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi na inahakikisha kwamba uzalishaji wa chakula unafanyika kwa njia inayohifadhi mazingira na rasilimali za asili kwa vizazi vijavyo. Idara ya utabiri wa hali ya hewa inasaidia katika kilimo endelevu kwa taarifa muhimu za hali ya hewa ambazo zinawasaidia wakulima kupanga na kufanya maamuzi bora. Kwa mfano, idara hutoa taarifa za mvua, joto na upepo ambazo wakulima wanaweza kutumia kupanga wakati wa kupanda, kuvuna au kuchukua hatua za kuzuia athari ya ukame na mafuriko. Aidha, idara inaelekeza kwenye umuhimu wa kutumia mbinu za kilimo ambazo zinahifadhi maji na ardhi, kama vile kilimo cha umwagiliaji wa kisasa na matumizi ya mbegu zinazostahimili ukame. Hii ni sehemu ya juhudi za kuhimiza kilimo endelevu ambacho kinapunguza utegemezi wa mvua za asili na badala yake hutumia teknolojia ya kilimo inayohifadhi mazingira. Mimi ni Abigail Kaluki. Sasa wajua katika utabiri wa hali ya hewa tungane naye mwanahabari wetu Peter Areri. Kuanzia leo hadi Juma, kaunti ya Nairobi inatarajiwa kushuhudia vipindi vya mvua. Hali ya joto mchana inatarajiwa kuwa kati ya nyuzi ishirini na nne na ishirini na sita huku usiku hali ya baridi ikifika kati ya nyuzi kumi na tano na kumi na saba katika maeneo ya Madhare, Kasarani, Ruaraka, Kamkunji, Madaraka, Imbakasi, Westlands, Dagoreti, Kibra, Lang'ata na Starehe, tunatarajia hali ya mawingu ikifuatwa na vipindi vya jua siku ya Jumatano na Ijumaa asubuhi. Alhamis asubuhi kuna uwezekano wa mvua kidogo. Mchana wa Jumatano tunatarajia vipindi vya jua, huku Alhamis kukiwa na mvua nyepesi na Ijumaa mvua ya wastani inatarajiwa. Usiku wa Jumatano na Ijumaa mvua nyepesi inatarajiwa, huku usiku wa Alhamis ukitarajiwa kuwa na hali ya mawingu. Hakuna hali mbaya ya hewa inayotarajiwa, hivyo hakuna sababu ya ku nawasiwasi ila hakikisha unajikinga na mvua kwa kubeba mwavuli au koti la mvua. Pia madereva wanashauriwa kuwa waangalifu barabarani, hasa wakati wa mvua, ili kuepuka ajali. Kumbuka utabiri huu unapaswa kutumiwa pamoja na utabiri wa kila siku wa saa ishirini na nne unaotolewa na idara ya hali ya hewa. Haya ni kwa mjibu wa idara ya utabiri wa hali ya hewa nchini. Mimi ni Peter Areri. Na je, hii inamaanisha kwamba sehemu hii hawapandi chakula cha msingi cha taifa ambayo ni mahindi? Je, wakulima hawa wanawake hodari ambao wamefahamu njia ya kupata mazao kabambe katika eneo hili kame hawana changamoto? na je, pana njia zingine zaidi za kufaidika kutokana na kilimo endelevu? Usisahau kuungana nami juma lijalo kwa sehemu ya pili ya makala haya. Pia tembelea mitandao yetu yote ya kijamii @kbcradio na ujibu swali. Je, mafunzo ya maafisa wa nyanjani na maagizo ya idara ya utabiri wa hali ya hewa yamekusaidiaje katika kilimo? Je, mafunzo ya maafisa wa nyanjani na maagizo ya idara ya utabiri wa hali ya hewa yamekusaidiaje katika kilimo? Kumbuka, gharama ya kutochukua hatua kuhusu mabadiliko ya tabia nchi ni kubwa kuliko ile ya kuchukua. Asante kwa wote waliohusika katika utayarishaji wa kipindi hiki. Mimi ni Noel Cynthia Atieno. Kwa heri kwa sasa.